Mwenyekiti wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Caleb Kositany amewataka wakazi wa Webuye kudumisha usalama katika mchakato wa kuanzishwa kwa safari za ndege katika sehemu hiyo. Akizungumza baada ya kukagua uwanja wa ndege wa Matulo, Kositany amesema mamlaka ya viwanja vya ndege itaharakisha utekelezaji wa miradi muhimu ya miundo mbinu ili kuufanya uwanja huo kuanza safari za ndege. Tunataka iwe an international airport, kwa hivyo tuko na ile pesa ambayo tumetenga kama county government kuhakikisha kwamba hiyo inafanyika, ndege zianze kushuka hapa direct kutoka Nairobi, ili mkate safari ya kwenda nairobi iwe ni ya dakika labda saa moja kuliko masaa nane ya kukaa kwa barabara. Kwa hivyo governor ametuhakikisha kwamba kuna shamba pande ya kuongeza pande hule na pande huu. Sisi kwetu sasa tunaenda kuangalia katika bajeti yetu tuweke pesa fedha fulani na labda katika mwezi mmoja ama mbili tutakuja kuanza hiyo kazi na kukamilisha. Na mtazamaji inapata tena mapumziko kabla ya kurejea na taarifa za michezo.